Unajua, unajua ndani yao kuna mtu mmoja ambaye ni mheshimiwa wa msafu. Mheshimiwa alisema ukizoea kula ukitaka kula yaani, vya wenzako sana vyako vikiliwa usikasirike, kwa sababu gani? Yeye ameogopa kitu kimoja tu, ameogopa mbuzi. Mbuzi sio mbuzi, ni Yanga ni neno yaani ni shida Yanga, tumewagundua kwamba udhaifu wao ni mbuzi, ha, mbuzi siul Simba tulichukua redio tukaingiza sauti ya, ya, ya, sauti ya mbuzi lba eh, play. Nah, nah, ah, pressure tayari mm. Kweki walisia Yanga hawana mashiko, ni waeleze Haji Manara aache kumtukana, waisikalia waisikalia, anakosa neno kama ajui na ndio maana hata mke wake Haji Manara alivyomuuliza ile swali, aliongea nini? Waigizaji wanajua wa maana ile neno, waigizaji wana uelezi mkubwa mno. Kwa hiyo Haji Manara akiongea vitu vingine asiwaingizie sanaa uigizaji, abaki katika mchezo wake. Amewadhalilisha waigizaji wa, wa, wa, wa, wa, yani kiwalisia kwa alivyoongea yeye, ina maana yeye ametafsiri kwamba alivyosema aende akacheze sinema, maana yake sinema ni ni danguro kwa tafsiri yake, na ndio maana amewaka. Lakini mashabiki Yanga wengi kuwauliza hapa, nini maana ya sinema, watuambie kwenye comment. Kwenye comment? Naomba kabisa watuambie kwamba nini maana neno sinema, nini maana yake mm, ili baadaye watupe tafsiri sahihi, wasije tu wanafuata mikumbo, au ule ni mchezo wa mamba? Hapana, kwa msafara wa mamba na kenge wamo. Wasifuate mikumbo mashabiki wa Yanga, hiyo dabi ipo. Haji Manara atapiga makelele, wewe mshosiku lake litapasuka, lakini viongozi wa, wa Yanga hautamsikia kama akiongea hautamsikia Injinia ataongea wala GSM. <gibansi> Na kama kufukuzwa, kama wanatakiwa aanze kujiuzuru GSM, kwa nini ajiuzuru Injinia na ajiuzuru Alikamwe? Kwa nini hawako sahihi? Ndio weskari amesema na nanik wako sahihi, kwa sababu wao kila siku kanuni wanakiuka kanuni zao, wameingia uwanjani, wamepita mlango wa nyuma, nategemea nini? kanuni ipo Ay. Sasa lakini sasa, okay, huo muda ambao umeenda, muda sahihi kwa kila kitu kwao, ni sio sahihi kwa, ina maana Yanga, na ndio maana waiskaria, mnielewa, akasema waache kucheza mchezo wa maigizo, waende wakaigize. Huyu mwenyewe anaelewa, shitanwa Yanga kumuhusisha GSM ni ya uongozi kuona kama ni tofauti, kwa sababu GSM ni mdhamini tu, lakini viongozi ni watu wengine, kwa unavosema kwamba GSM wajiuzuru Hey, unasema viongozi wa juuzuri? Jses yes, yes, ni mdhamini tu. Sio mdhamini, yeye ndio bosi yule. Ni bosi bwana. Mkisema mdhamini maana yake nini? Aliyedhamini kaidhamini nani? Huyu amedhamini aa nani kadhamini ka